Karibuni wanangu, karibuni mwanangu. Mama, nina matunda maba. Mary, Mary ulikuwa nafanya nini mdote huo? Mary, katakata mboga wewe tumeenza kuzoea nae mimi no. Dada yako nakuuliza, mimi dada yako niite bosi? Emtoka bwana, ushaniboa. Stella kakosea nini? mtoto wa watu, namtamkia maneno yote haya? Yani mama, we wajua, awa dada wa kazi mama, yaani auyu ya unaweza kumlea vizuri tu vizuri, lakini atakacho kufanyia wewe anakuja na kuibia ndani, anatokomea da mbali huko, hutojua shauri yako. Mama wewe, tuachane na hayo mwanangu. Leo <laughs> vipi, kapata kazi au ndo mzigo tu kwako mwanangu? Ehe mama, hicho ndicho kilicho nileta hapa nyumbani. Yani mama, yani mi natamani mwanangu, nimpe nimombe talaka kabisa. Kwanza nyewe natali jalala ndani, sasa unasubiri nini mwanangu? Si udai tu talaka ya yako akup unachosubiri, unasubiri nini kwa huyo bwana mwanangu? Asingekopo babako marembo, kuozesha kwa, kwa ule bwana nisinge kubali mwanangu. Wanaume wako wengi wanakuhitaji mwanangu, wewe mrembo, una kasoro gani? hmm, bora mama yangu amenishauri hivyo, ngoja nifanye hivyo maana huyu mwanaume hmm. lakini mama, kuna kitu hasa kimenileta kwako kingine, nilikuwa naomba ile hela. Haya mwanangu, ngoja nikutumia kwa sin, kwa sababu kesho sana sumn uf... asante sana mama angu, yeah, nakupenda no, mama kupenda, mamaangu nakupenda pia. asante mama, situondoki. Aya ay, mwanangu misi watoi. Aya mwanangu, akikupa taraka huyo bwana uje tufanye sherehe mwanangu, eti tufanye bonge la sherehe. Sawa mama, haina shida. Aya, nakusubiri wewe mwanangu. Halo, mambo? <laughs> eh. <laughs> Unafikiri angekuwepo ningeongea hayo? Sawa, nimekuelewa. Sawa, nitakuja ila sio saizi. <laughs> he he. He? Kione, si ungelala huko huko ulikolala, eti kirudi kulala kwa mademu zake. Umerudi hapa kufanya nini he? Umerudi hapa kufanya nini eti, anaondoka na analala huko huko kwa mademu zako, si ungeondoka hivi, mbwa. Unajua mimi naongea na nani hapa? Unajua naye ongea naye hapa Umepata wapi ujasiri wa kunijibu hivyo? Umepata wapi ujasiri wa kunijibu hivyo? Eti, wewe mshenzi usinizoee. Nitakupiga. Hujui naongea naye hapa, sawa? Hivi je, kwani wa kunijibu mimi hivyo? Unafikiri nakuogopa? Au ondoke kwangu. Beba begi lako, ondoka toka kwangu. Kalale huko uliko lala kwa malazi yako. Wewe mshenzi umenizoea. Kwa sababu muda wote niko kimya. <laughs> Unaiona hii una sura, unaiona hii sura, unafikiri nakuogopa? Rudi kwa maraya wako. Nitakupiga, sawa? Wewe akunipiga mimi, naomba uondoke, jakitoka kwangu. Kachukua begi lako ndani, ondoka, sikutaki kwangu. Unaiona hii sura hmm? Iangalie vizuri, sio ile ambayo umezoea kuinyanyasa, sio ile ambayo umezoea kuitesa. Na nikitoka hapa nikirudi niite mbwa. Hivyo ndo wa kunijibu hivyo kweli? Chunga ukiona hii sura, labda sio mimi. Mshenzi sana huyu mwanamke. Wewe. Wewe. Amka. Amka. Nipe changu niondoke. Tunasumbwana asubuhi yote hii. Nitaka niondoke uzeni na baki hapa mimi. Nipe hela yangu nisepe. Changamka na haraka. Nipe. <coughs> Yani kelele, kati tunahudumiana vizuri, unaanza kuleta kelele. Fika undo. Ha! E, elfu kumi? Uwe kaka unijui. Yani elfu kumi ya nini sasa mimi? He, nitakujazia uwe hapa nita kujazi ya, utaamini? a, a, a. Ha! Usiku mzima ule lale hapa uje kunipa shilingi elfu kumi. Yani usiku mzima hapa nilale unigeuze geuze geuze, we, kama samaki halafu uje kunipa shilingi elfu kumi. Ifuwe vipi? Nipe hela yangu, niondoke

Na, na shida kama shilingi elfu arobaini tu hapo. Wewe ukachangamka. Ndio. Okay, basi nafika hapo mara moja. Sasa unapiga kelele. Mhm. Hii ni biashara, umemaliza maana ya kujiuza. Ukijiuza fanya mambo yako, changamka na hela huo, unachangamka unataka uje kunidhulumu hela? Hey, unajua hela wewe. Sasa ule wako nikute kitu changu kimetumika humo ndani

Kaka wengine wana vichaa, eti anitumie ani usiku mzima afutaji kunipa elfu hamsini yani elfu kumi katika elfu hamsini awezani kujiuza mchezo huyu. Nimekuja kujiuza hapa? Aita tena, kaka fanya haraka, hela zangu hapa nazitaka, la sio tapiga makelele au nijui, ndapiga makelele makeleleatai

Kipenzi, kupenda nipende tu, usiniache, nitalia we, umeuteka mtima, umeuteka moyo wangu, igine wewe numowa mwavo maiwe uli moyo gwane nikupenini. Umeuteka mtima, nisemeni wanielewe. Halo? Halo? Nani? Nini? Mama angu. Mama angu mimi. Mama angu amekufa. Oh! mama. mama. mama, mama. mama. mama. mama. nini maidi nini, nini kulahini aaaa amekufa ni. <laughs> ah, simama basi basi simama tutajaza watu hapa simama twende nyumbani

Maria, unajua mi mwenzio njaa na nyuma sana. Naona watu wote mpo bizi, basi uende hata jikoni ukaangalie kitu chochote kitu, mi mwenzio nipate kula. Wewe kaka, wewe sina mtu roho mbaya kama mke wa shetani, lakini ngoja nikaangalia. Namaana Jackie hajasikia msiba wa mama, mama yetu jamani eh. Stella, umemkumbuka -hmm. Jackie, umesahau ume, matukio mabaya uliyompiga nayo mm -hmm. Lakini atakuja in na nammisi sana mnenikwa na Mdogo wangu maisha ya ndoa ni magumu sana. Lakini nitakuelezea. Ntakuelezea. Sawa, telamani mangu nipe hela yangu. Hela gani hivyo? <todicumpe> basi

nipanyotaa kwa ajili ya mdogo wangu. Mdogo wangu anaumwa sana, hata ile ula ulionipa pia kumnulia mdogo wangu dawa. Ndio maana nilikuomba hata ile kwa aumile kwa kasi inipanyoa kwa ajili ya mdogo wangu. Sina kwa kwenda. Mimi ni ajima amba unisaidie, sina kwa kwenda Mim... nakuomba

Nimeishi na wewe, sisi hatuna ukoo. Sisi ni mayatima, tuko tu wawili na mdogo wangu. Hata yote niliofanya kwa ajili ya mdogo wangu, ndiyo maana hata nikona kagaru, nipe hiyo hela kwa sababu nikamsaidia mdogo wangu aumasaika hospitalini, peleka hospitali Sijali, sijali ugua moyo wako nae unisamia sawa? Ndio sa ndiokupaswa okay. Hata ukufukia kwanzia sasa utakuwa mtango karibu, na pia nahitaji umwite mdogo wako hapa okay? Asante.